Marehemu Charles hakuwa wa kawaida kabisa, aliishi game kama uji halisi, akiwa na sauti ya kusimama nayo hadi penye mizinga. Hillary alikuwa mzao wa visiwani, born Zanzibar, raised Dida, akakuwa na mic mkononi badala ya toys. Jamaa alianza kazi pale RTD, yani radio Tanzania, Back in the days, na akawa moto wa kuotea mbali. mwaka elfu mbili na kumi alikipeleka Kiswahili hadi kombe la dunia kule South Africa live kutoka uwanjani. Mizimu ya kizuru ikasikika ladha ya mtoto kutoka visiwa vya marashi ya karafu. Jama alitangaza mechi live kwa Kiswahili. Hiyo ilikuwa ni historic move. Alikuwa kama DJ Khalid wa commentary. Kila mechi ilikuwa fire Hakuwa mahiri kwenye kutangaza soka tu. Charles Hillary alikuwa bosi wa Charanga Time, kipindi cha sasa kilichokuwa kinatoa dozi kali pale Radio 1. Alikuwa anapiga muziki wa Kilatino hadi wabongo wakaanza kupiga mguu kama wako Cuba. Saa ya Charanga ilikuwa kama ibada ya vibes. Huwezi skip. Charles Hillary alipeperusha vyema bendera ya Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania aliifanya poa sana kwenye ardhi ya mfalme mwa jina wake Charles pale London, akilitumikia shirika la BBC, na sauti yake ikasumbua kwenye viunga vya Berlin Ujerumani, akiitumikia Deutsche Welle. Zote alizivinjari, alikuwa kama Messi wa mic, alifanya mic kila anataka. Mashindano yoyote ya matangazo alikuwa anabeba kombe. Kabla hajafunga ukurasa wa maisha yake, aliteuliwa kuwa msemaji wa serikali ya Zanzibar. Heshima si mchezo. Kutoka Mike hadi meza ya maamuzi, alikaba hadi mwisho. Huyu ndio kamanda Charles, Charles Hillary. Sisi tulimpenda, lakini Mungu amempenda zaidi, na kazi ya kimula huwa haina makosa. Kalale pema peponi, kamanda Charles.